Safari ya kuendelea kuwashika mkono vijana imefika hapa kwa Noti toto. Tuna vijiwe kwenye mji wetu, tuna vijiwe zaidi ya mia tatu na kitu ambavyo vyote vinahitaji kushikwa mkono na mbunge na nini. Nilisema tajitahidi kadri ya uwezo wangu kuhakikisha kila kijiwe kinakuwa na pikipiki moja kutoka kwa mbunge, pikipiki ambayo wa, watu wenye kijiwe wataimiliki wote kwa pamoja. Pikipiki hii ni mali ya kijiwe, sio mali ya mtu mmoja, sio mali ya mwenyekiti wa kijiwe kwa kijiwe chenu. Ndo maana mara nyingi tunawasisitiza kujirejista, ili mwe mna listi, mnajijua mko wangapi kwenye kijiwe chenu. Kwa tukimaliza hapa, naomba mjirejiste, kwa sababu rejista yenu ndio itaingia kwenye mkataba ambao mtausaini nyie pamoja na ofisi ya mbunge pikipiki. Badala kuwa mnalipaga shilingi elfu kumi kumi kila siku, tunawapa pikipiki ambao mtalipa shilingi elfu tatu na mtalipa elfu tatu kwa mwaka mmoja. Baada ya mwaka pikipiki inakuwa ni ya kwenu nyenyewe si kama mnanielewa? Nawahakikishieni <clears throat> na asilimia mia moja, kwamba kama mtaitumia vizuri pikipiki, mtaiona manufaa yake. Mkiitumia vibaya, mtaona. Lakini pikipiki piki hii, nyiwe wene kijiwe, mkiwa na mwenyekiti wenu, kwa pamoja, mtaamua, mtasema ni nani ambaye mnamteua kwenye kijiwe chenu aendeshe, ili awe analeta hela kwa ajili ya nini, ya kijiwe. Si kama tunaelewana vizuri na, tunapatana vizuri Saize na mna uwezo hata mkaamua kuihamisha sehemu ya kufanya biashara ili mradi muhakikishe inawaingizieni kipato. Tusharejista kila kitu uh, watawapa plate number, watawapa kila kitu pikipiki afungua element funguo piki piki. Funguo hii hapa namkabizi huyu, ndo mwenyekiti wenu, si ndo hivyo? haya mwenyekiti, mwenyekiti wa kijiwe cha Kwa Noti, Kwa Noti, Ujiji, naukabizi funguo hii kama ahadi ya mbunge iliyotekelezwa kuhakikisha tunawasapoti vijana kama nyie ambao mmejitolea kufanya biashara na kuachana na mambo ya kihuni. Tunaomba pikipiki hii muitumie kwa njia mbadala, kwa njia nzuri, ili muweze kujipatia kipato na riziki zingine ziweze kuendelea, au sio? Bwana mmeona, kama una lolote la kuongea uongee. Naitwa Bwana Yusuf Thabiti Omari, ni mm -hmm. mkazi wa Majengo mm -hmm. ni mwenyekiti wa kijiwe cha Kwanoti mm -hmm. Sisi tunakushukuru mheshimiwa mm -hmm. Ahadi ulikuwa umeahidi, umeitimiza mm -hmm. Na sisi tunakuombea dua kwa Mwenyezi Mungu yeah. Akuendelee kukupa afya njema yeah. Na Mungu aendelee kukupa kipaji kama kilicho lichokupatia na hatuwezi kupata mtu mwingine tofauti na wewe yeah. Mungu endelee kukuweka na kukupa afya njema uendelee kutuangalia sisi, vijana tunawashukuru sana. Yeah. Vijana. Yeah. Eh, sana sana. Lakini pili, naomba nimsh niwashukuru washukuru madiwani ma ma wenu madiwani wa wa Ujiji nimeona, uh, Alhaji Bahuseni lakini nimemwona diwani wenu uh, mzee wetu ambaye leo amechaguliwa me kuwa mwenyekiti wa kamati ya mipango miji halmashauri ya Kigoma Ujiji Mzea Mduni pamoja na Milindi pamoja na Shabani Useni, wote wanapambana kuhakikisha vijana wa Ujiji na wenyewe wanapata pikipiki piki kwa ya kufanya biashara. Na mimi nawahakikishieni madiwani wote wa Ujiji, nitahakikisha kila kata inapata pikipiki piki zisopungua mbili mpaka tatu, ili vijana wafanye biashara. Nakupongeza sana Mheshimiwa Diwani, na mimi nitasimama na nyie kuanzia kwenye shida na raha kote, tutaka tuko pamoja. Asante sana, na Mungu akujalie. Kama una lolote la kuongea basi hmm. Kwa Noti oye? Oye, kwanza naanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, ndio alitusababishia kupata Baba Levo, lakini pia nampongeza sana Mama samia Suluhu Hassan na kamati yake kuu kutuletea jina la Baba Levo. Sisi wana Kasingirima, kijio cha Kwa Noti, tunakuombea sana kwa Mwenyezi Mungu na atazidi kukupa afya na upendo ulionao. Jamani Baba Levo mnamuona jinsi anavyojitoa kwa ajili yetu. Tafadhali sana wadogo zangu, tumungeni mkono kweli. Nyi mmeona thamani ya pikipiki, upendo unaofanya kwa watu wote, na leo imetufikia kwa Noti. Tuendeleni kumwunga mkono, na kubwa kabisa, tujitahidini kujiondoa katika lindi la umaskini uliotopea. Tufanyeni kazi kwa weledi, tufanyeni kazi kwa uadilifu na amani, sawa? Jamani, pili nataka kuambia ni wazi, amani ya Tanzania inalindwa Tuendelee kulinda amani ya Tanzania yeah. Tuendelee kumwombea sana Mama Samia Suluhu Hassan dua nyingi sana, na serikali yake, na waoseni sana watu wa kivijio, msijiingize kwenye makundi ambayo sio mazuri. Mnapopata shida, kimbileni kwa diwani wenu, diwani wenu ataunganisha na mbunge wenu, na Baba Levo ni mmoja wa watu ambao mikoa wa mingi na maeneo mengi wanamkimbilia kutaka wawepo, lakini Mwenyezi Mungu ametuletea sisi. Tuendelee kumunga mkono na kushukuru sana mheshimiwa mbunge, na mimi kuwa nao karibu nao hawa kwa kila jambo ambalo litakalokuwepo, mm. Shukrani sana sana, ah, sana haya. Ah, sasa ndugu yangu, test mtambo huo. Oh. huo. test mtambo homtambo eh. <laughs>